Kadhalika, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dk. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna anavyoendelea kutuongoza sisi kama taifa na sisi kama mkoa wa Mtwara, na namna anavyotuletea maendeleo ya vitu na watu. Wote tumekuwa mashuhuda tukigusa kila sekta tamwona Dr. Samia Suluh Hasan ukitembea kila kijiji, kila kitongoji, kila kata, utaona za Dr. Samia. Kwa hiyo katika hilo ni washukuru wawakilishi ambao wanatusemea ambao wa kwanza ni wawakilishi, mheshimiwa mwenyekiti, walipo waliopo mbele yako baraza lako, uumweshimiwa madiwani, sababu niwo wawakilishi wananchi kwenye kata zao na hawa ndio wanaozungumza mahitaji ya wa wananchi kwenye maeneo yale, na hatimaye sauti zinaendelea kusikika na Dr. Samia Suluhu Hassan anatekeleza. Hongereni sana. Lakini niwashukuru vile vile waheshimiwa wabunge, nao wamekuwa mstari wa mbele kutusemea eh, kama jimbo, wilaya, vile vile mkoa wetu. Mtashuhudia maendeleo makubwa sana katika mkoa wetu karibia katika kila sekta mmekuwa mashuhuda. Naenda katika sekta ya afya, mbali hospitali ya rufaa ya kanda, kuna hospitali sasa hivi katika halmashauri zetu zote. Tulikuwa tuna hospitali nne tu katika halmashauri, sasa hivi kila halmashauri tutakuwa tuna hospitali yetu. na eh, e, nenda katika sekta ya elimu, tulikuwa tuna shule za kata chache, sasa hivi na kata si zaidi ya kumi nadhani, huwa na shule za kata tunaona zina naenda katika miundombinu kufuatilia tuna barabara ya uchumi ina inajengwa kilomita 160 zaidi ya bilioni 1234. Lakini sasa hivi mobilization imeshaanza, barabara ya Mtwara Mingoyo Masasi. Kwa maana yake sisi miundombinu yetu ya kuunganisha na mikoa mingine, sisi kama mkoa wa Mtwara sasa hivi tunaendelea kwa vizuri zaidi. Viwanja vya ndege nenda, baandaye utaona Dr. Samia Suluhu Hassan mambo makubwa aliyofanya. Achana na habari za kwenye kilimo, pembejeo na vitu vingine vinaocho, tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza, lakini kumwombea afya njema, hekima na busara, ili aendelee kuliongoza taifa letu, mama pendwa Tanzania.